Haleluya! Na ni kweli kabisa, tunapaswa kuwekeza Haleluya! Tena basi, ni nafasi nzuri ambayo tunaipata kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Uh, nilikuwa nasema hivi kwamba neno hili nimesimama, nime na mstari huu wa Kumbukumbu la Torati ishirini na nane mstari ule wa kwanza nasema, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya ma, maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Nimesema hivi, msingi wa neno hili, wa salamu yangu hii kwenu, wakati mtumishi wa Mungu akiwa anajiandaa kusimama, msingi wa ujumbe huu ni kusikia kwa bidii, ni kufanya kwa bidii. Neno bidii ni msingi. Kwa nini? Kwa sababu bila bidii utapoteza kila kitu, bila bidii hautapata chochote bila bidii. Kwa hiyo neno la Mungu linasema utakapofanya kwa bidii, utakaposikia sauti ya Mungu kwa bidii, ndipo Mungu atakapokuwezesha sasa. Maanake ndipo Mungu atakapokupigania, ndipo Mungu atakapokuwa pamoja na wewe, ndipo Mungu atakapokufanikisha, ndipo Mungu atakapokutukuza sana juu ya mataifa yote ya ulimwengu. Kwa nini tufanye bidii kuwepo kanisani kila wakati? Kwa sababu tunamjua Mungu aliyetuagiza tufanye bidii kuwepo kanisani kila siku na kila saa. Uhakikishe kwamba uko, uko katika uh, mkao wa ibada. Na kuwa kwenye mkao wa ibada huko hivi, unaweza usiwe kwenye nyumba ya ibada, uko kwenye duka lako, uko kwenye biashara yako, ama ni mama huko jikoni unapika, lakini bado haikuzuii kuwa katika uwepo wa nini, wa ibada. Uh, wakati mwingine unaweza ukakuta mtu yuko kwenye kazi zake, anafanya kazi zake anaimba wimbo wa bongo flava au anaimba reggae, si ndio? E, yupo kwenye uwepo kwenye eneo hilo. Lakini kwa nini huyu mtu akiwa kwenye kazi zake asiimbe wimbo wa kumtukuza Yesu? Ni kwa sababu kiu inaweza kuwa ndogo, lakini kama ni kiu ni kubwa, maanake ukisikia kwa bidii, ile kusikia kwa bidii nakupa kukaa uweponi wa Mungu muda wote. Karibu mtumishi wa Mungu Charles kwa ajili ya nafasi hii. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako anayekwenda kutupitisha katika maandiko yako ili tuendelee kusikiliza kwa bidii, ili tuendelee kuisikia kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wetu na maagizo yote anayotupa, ili Mungu wetu hatimaye ukatutukuze sana juu ya mataifa yote. Mungu, hatuhitaji heshima ya dunia, lakini tunachokihitaji ni kukupendeza wewe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, tupe kuitafakari neno lako muda wote, tupe kukaa mkao wa maombi muda wote, tupe kukaa mkao wa sifa muda wote, ili Yesu Kristo, shetani asipate nafasi katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu na Baba yangu, namkabidhi mtumishi wako mikononi mwako. Mpe Bwana nguvu ya kusimama na kuendelea kusonga mbele, ili Yesu Kristo ndani yake tupate kile ambacho umeweka. Ye Bwana, mtumie kama chombo Ee Bwana ulichokijaza muundo wa sauti ambayo inakupa wewe utukufu katika jina la Yesu Kristo. Amen, Amen, Haleluya mshangilie, Amen, Yesu. makofi ya mikono yako. Watoto, naombeni mtulie mkiwa kanisani sawe, sio mnatoka toka. Kwa hiyo tulieni kabisa, msikie neno la Mungu na ambayo amekaa karibia na mtoto naomba umjenge umfundishe atulie kanisani kwa sababu kesho yao inaweza ukadaiwa. Biblia imesema umonapo mtu akifanyaje kwenye Ezekieli amepotea na usipomwambia, maandiko yanasema utadaiwa damu. Maanake wakija kuwa walevi hawa, mtadaiwa nahitaji ukiwa kanisani usishikeshike viatu, ukae kimya, usikilize neno la Mungu, uangalie huku mbele, uwe na utulivu. Na nimesha kusema hakuna roho ndogo, na shetani anapomwingia mtu, anapomwingia mtoto, unasikia mtoto wangu jamani, anasumbuliwa na nguvu za giza, sio roho ndogo. Ameingia sehemu anapojua kabisa, atawekeza kwa ajili ya kesho ya uharibifu. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, jioni ya leo, Jioni ya leo. Jioni. Ninatangaza chochote kili. Kile kilichonishinda mchana wa leo sema, jioni hii ninatangaza kukishinda na neno la Kristo. Sema, ninatangaza kukishinda na, na neno la Kristo. Leo ni siku ya maombi, nitatumia dakika kama kumi ili tukaingie kwenye maombi, lakini nina kipengele kidogo kinachosema jifunze kusubiri au kufuatilia majibu ya maombi yako. Jifunze kusubiri au kufuatilia majibu ya maombi yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Huwa tunaomba, ila hatuna muda wa kufuatilia kile tulichokiomba. Tunaomba lakini hatuna muda wa kukifuatilia kile tulichokiomba. Kitu kinachonishangaza ni mtu anapoenda kuomba kazi, kila wakati yuko tayari kupiga simu kuulizia vipi, ime, ime, ime, imeshatiki <laughs> Bwana atusaidie sana, imeshatiki lakini. Ukutani na huyu mtu akiwa anaulizia vipi kwa habari ya kesho yangu iliyo njema? Bwana Yesu atusaidie sana. Vipi kuhusu kesho yangu iliyo njema kwa upande wa Mungu? Mungu anaposema tusiogope tunahitaji kufuatilia. Kwa nini Mungu amesema tusiogope? Sababu gani inayonifanya mimi nisiogope? Sababu gani inayonifanya mimi niwe udare? Bwana atusaidie sana. Sababu gani inayonifanya mimi niwe shujaa? Baada ya mimi kufuatilia, kwa nini Mungu anasema hatimaye tuzidi kuwa udare katika Bwana? Mimi sigeuki kwa nini? Kwa sababu ninayo ahadi inayoniambia nisiogope kwa sababu ya watukanaji. Bwana atusaidie sana. Yani utakuwa na muda wa kufuatilia watu watotusema vibaya kila siku? Tutakuwa na muda azitafuatilia? Kilombero tutaenda, Tengeru wako huko, tutaenda Iringa wako huko, tutaenda Bwana atusaidie sana. Hatuna muda wa kufuatilia watu wanasema nini, tuna muda wa kufuatilia Bwana anasema nini kwa habari ya kesho yetu iliyo njema, katika jina la Yesu amina. Sema sitakuwa na muda, sitakuwa na muda wa kufuatilia wanadamu wanasema nini. Muda nilio nao ishirini ishirini na sita ni kulifuatilia neno kwa habari ya maisha yangu, ni kulifuatilia neno kwa habari ya kilimo neno kwa habari ya uchumi wangu, ni kulifuatilia neno kwa habari ya ndoa yangu, ni kulifuatilia neno kwa habari ya watoto wangu, ni kulifuatilia neno kwa habari ya ndugu zangu. Sina kitu kingine ninachokifuatilia, nitakifuatilia hicho hata kesho yangu itakapobadilika katika jina la Yesu. Unajua hiki kipengele, Biblia inaposema tu Yordani Watu wengi huwa wanachukulia kawaida. Sema sintachukulia kawaida. Sintachukulia kawaida sema tena sintachukulia kawaida. Sintachukulia kawaida sema tena sintachukulia kawaida. Sintachukulia kawaida. Mungu anaposema uwe na uhakika. Yaani, mtu akikusema vibaya uko tayari kufuatilia, kwa nini amenisema vibaya? Yaani unakasirika kabisa lakini Mungu akisema hakika, wewe utafanikiwa lazima utafute. Mungu anasema hakika nitafanikiwa, kwa namna ipi? Nianze kufuatiliwa ni namna ipi inaweza kunifanikisha mimi kutoka mahali nilipo kwenda sehemu nyingine? Bwana atusaidie sana Bwana atusaidie sana. Nani anaelewa kitu? Nani anaelewa kitu? Nani anaelewa kitu? Amina. Masikio yako yawe hapa, masikio yako yawe hapa, ukiwa kanisani kama mkao wa ibada. Kama mkao wa ibada. Bwana Yesu atusaidie sana Amen. Sema sina muda. Sina muda wa kufuatilia, ombea ombea. Nina muda wa kufuatilia Mungu anasema nini kwa habari ya maisha yako. Sema nina muda, muda, wa kufuatilia anachokisema Mungu, Mungu. Mungu, katika jina la Yesu Amen. Tumesema jifunze kusubiria au kufuatilia majibu ya maombi yako. Tu tunaomba lakini hatunaga muda wa kufuatilia Mungu anasemaje, na vipi? Nimeshakwisha kujibiwa au bado? Barua yangu vipi? Nimeomba kwa habari ya mvumilivu, anza kufuatilia, ku apply tayari, hii imeshakaa sawa? Hii bidhaa yangu nikiipeleka sokoni, ina ina inauzika? Ina, ina ni mvumilivu mimi tayari sasa tunakuja, tunaomba Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nakuja mbele zako, naomba unisaidie na shida ya shilingi elfu sabini katika jina la Yesu Kristo, unasema na sadaka yangu hii hapa Bwana <laughs> umepotea. Unasema muda umeisha, sengo janiwai. Huko unyi hata amesema nini? Yamkini amekwambia subiria, siku tatu. Siku ya tatu haupo. Bwana atusaidie sana. Siku ya tatu haupo. Nataka niwaambie tusikubali kuketi kwenye baraza la wenye mizaa kabisa. Kaa vizuri okay. Tusikubali kufuatilia mizaa kabisa, tuwe na tabia ya kufuatilia majibu ya maombi yetu. Kwa nini? Mungu anaponisemesha kwa habari ya kesho njema, lazima nifuatilie. Kwa nini Mungu amesema nitabarikiwa? kwa nini? kwa nini nini amesema nitabarikiwa? Nataka nikuhakikishia, ukifuatilia utaona majibu ya kile unachokiomba. Kwa nini niwe mvumilivu? kuna shida gani hapa kwenye hili eneo? Sema Bwana nisaidie nipate ni kulielewa neno. Sema Bwana nisaidie nipate ni kulielewa neno. Kuna sehemu anasema, nadhani ni kwenye Warumi, nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima. Nia ya Mungu ni uzima, nia ya mwili ni mauti, nia ya shetani ni kifo. Nia ya shetani ni kutuua, lakini nia ya Mungu kwetu sisi ni sisi tuwe wazima, ni sisi tuwe na furaha, ni sisi tuwe na kicheko. Sasa hii nia ya Mungu tutaijuaje tusipoifuatilia? Tutajuaje nia ya Mungu kwetu sisi wanadamu tusipokaa na kujifunza? Bwana atusaidie sana. Lakini umbea, aisee, umbea ni mtamu. Umbea, yaani, utasikia mtu amekimbilia mpaka nyumba ya Rashidi. Ilikuwaje jana kile kitunguu kiliungue? <tipulia> akafanyaje? Endeni anajua <tipulia> mbe. <tipulia> Bwana atusaidie sana. Yaani tafsiri yake ndio chale jana alifanyaje? Tunasikia walikuwa wanasumbua sumbua pale. Nini kilitokea? Lakini hatuje kusikia mtu anasema, jana tulisikia mkisema Yesu Kristo anaokoa. Hebu tuelezeni, anaokoaje? Atanitoaje kwenye huu msiba wangu? Atanitoa kwenye i chuki yangu? Afuatilie mtu, akiwa mgonjwa anafuatilia hospitali, daktari akisema meza asubuhi jioni, yani yuko makini. Lakini Mungu anaposema hana muda wa kufuatilia. Bwana atusaidie sana. Kwa nini vitu vyetu havitokei? Hatuna muda wa kufuatilia. Bwana atusaidie sana. Unajua kufuatilia ni kufanyaje? Yule mwanamke alinifurahisha sana, kila wakati alimwendea ule kadhi dhalimu, Akamwambia saa kumi na mbili iko asubuhi pale nipatie haki yangu. Saa kumi na mbili giza nikiingia, ule mama hajalishi amejibiwa hajajibiwa, yuko pale mlangoni. Bwana atusaidie sa. Kuna siku moja mtumishi wa Mungu, nilikwambia, nilikuwa nafanya kazi elfu mbili na sita maeneo ya Seke, nikachelewa kwenye eneo la usafi. Kila Jumamosi huwa kuna kuaga na usafi wa jumla, mimi nikachelewa, nikaja saa mbili kamba, wewe ndio unajifanya ni kidume cha hapa, ni jeuri wenzako wanawahi saa kumi na mbili, na mimi mhusika na wahi, we unajifanya ni kwaga nachelewa. Kwe maana nilikuwa nataka niwaambie kinachosababisha watu wengi wanaanguka. Mimi nilikuwa ni mtaalamu sana wa kufanya kazi vizuri, na nilikuwa kishia mzuri, mmenielewa. Sasa nikawa na kiburi, nimevimbisha mabega. Hii kitu inatutoaga kwenye nafasi hii. Bwana atusaidie. Nikaambia sasa, stop kuanzia leo hamna kazi. Bwana atusaidie so sana. Nilihudhuria pale, nilikwambia wiki mbili niko ofisini. Ni mama kila siku asubuhi naomba msamaha wateja, mama anasema hapana, kumbe nilikuwa ninatengenezwa. Bwana atusaidie sana yeah. Nikaanza ndio maana nasikiaga, mi napingaga sana kiburi, napinga sio kwamba nimepitia, nime na nimefundishwa so. Wiki mbili sina kazi, alafu naambiwa kula jeuri yako Bwana Yesu atusaidie sana. Kipindi hicho nalipwa shilingi 500 kwa siku. Angalia saa 12 niko pale naomba msamaha. 500 kwa siku nilikuwa nalipwa. Saa 12 mpaka saa 6 usiku ndo natoka kazi. Kuna mahali ninaenda katika jina la Yesu. Sijaenda bure wala sijapitia bure, kuna mtu mmoja ambaye amevunjika moyo au amekata tamaa, nataka nimwambie, haijalishi watu wanasema nini, kesho yake lazima iinuke. Bwana mia tano Yesu atusaidie sana na bado sijafika, safari inaendelea, kinachotakiwa unye unye, Utii. Utii ni unyenyekevu, sema unyenyekevu, sema sema utii. Hii hali ilinifanya mimi nikarudishwa na kuhudhuria pale kwenye lile langu wiki mbili. Wiki ya pili ndiyo nilipewa kazi, wiki ya pili ndiyo nilipewa kazi. Bwana Yesu atusaidie sana. Wiki ya pili ndo nilipewa nini? Kazi. Sema kwanzia leo, ewe roho, ewe ro ya kiburi, ya kiburi sema ni achie. Ya kiburi, ewe roho ya upinzani iliyokaa ndani ya, ya, ya moyo wangu sema niachie. Ewe roho ya kiburi sema niachie. Niachie. Katika jina la Yesu sema achie moyo wangu achie, achie, achie ni jifunze. Achie mtu huyo anamng'ang'ania, asiwe mnyenyekevu. Bwana Yesu atusaidie sana, kumbe tunahitaji unyenyekevu. Kwa hiyo nikasubiria kwenye lile lango siku kumi na nne mtumishi wa Mungu, nikaambiwa acha kiburi, akaniambia kwenye wacha kiburi nitakufukuza siku yoyote. Nikawambia mama, nimekuelewa nisamee. Mama ni marehemu sasa ni lakini nikitembea kazini na bwana, namuonaga bwana. Atusaidie kumbe watu unaporudishwa kumbe, ndio maana nikagundua ndani ya mlaji maandiko yanasema kutatoka kitu cha kuliwa. Kumbe mimi kipindi cha nyuma nikiwa sijui neno, kumbe nilikuwa natembea kwenye neno kuhudhuria kwenye ule muda, mahali nimekosea, nikaombe msamaha, mpaka nikubariki. Si ningeenda tafuta kazi sehemu nyingine, kazi yenyewe ya mia tano na inyenyekee hivyo, kulikuwa kuna siri. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kuna namna fulani tunahitaji kukaa, ndugu zetu, tunahitaji kunyenyekea. Bwana atusaidie. Tunahitaji utulivu, ukiongozwa, tulia tu, usikubali sema, kuanzia leo nitafuatilia majibu ya maombi yangu. Kwa hiyo unaomba Baba katika jina la Yesu, umetoa na hela umesema, tutazitafuna sisi tu na bado hazijaje, lakini nasema kwa hao watazitafuna, alafu utasema pale hamna upako, pana upako, shida iko hapo Nimesema kusema mwalimu ana shida, ila mwenye shida ni wewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo lazima tujue namna, namna ya kutembea. Sema nitajua namna ya kutembea, sema nitajua namna ya kutembea kwa jina la Yesu. Amen. Haya, tusome neno moja, mmeelewa Mmeelewa kitu? Mathayo kumi na moja ishirini na nane nikamalizia. Sasa jifunzeni kwenye ile eneo, nilikuwa naweka tu salamu hiyo, lakini jifunze kufuatilia majibu yako. Kwa hiyo hata daktari anapopima mtu, hapo ndipo unapopata shida, unaambiwa subiria. Ni saa utasubiria, utaenda kuchukua majibu. Kwa nini? Kwa Mungu baada ya kuomba usitulie. Tusiwe watu wa kukimbia kimbia, tukisha maliza kuomba tutulie. Roho Mtakatifu atasema na wewe. Tumeshi juzi mkesha usiku tulikuwa tunaomba, si ndio? Wakati tunaomba Roho Mtakatifu akaniletea ufunuo hapa hapa kwenye madhabahu. Maana yake baada ya kuomba si tulitulia. Akaniambia badilisheni, badilisheni. Si tulitii? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kuna namna ukitulia, afu usiangalie watu. Tulisema 95% watu wanaishi watu, usiishi mtu. We una koti lako moja kaa naino koti, aendelea kusubiria koti. Koti la pili acha kumangalia, ukachungulia koti la mtofauto umia, utaenda kutafuta hata kwa namna yoyote koti la pili. Utashangaa mwenzako kumbe hana shida tayari, ye alishatengeneza mfereji ya maji ya uzima. We unaanza kuingilia mifereji ya watu. Anza kuchimba mfereji wako taratibu, utafika tu. Sema sitakuwa na haraka, sema nakataa tuishi maisha ya watu maisha. Sema nitaishi mimi chale mimi chale nitaishi sawasawa sawa. Na kusudi aliloliweka Mungu ndani yangu mimi, si nitaishi maisha ya mtu, si sitaishi kopi kabisa. Kama mimi ni wakunywa chai nitakunywa chai mpaka siku jui sitakunywa. Nasema hivyo kwa sababu gani? Asilimia tisini na tano vijana wanaishi kopi Bwana atusaidie sana. Ujiona mtu anabeba gari ya mtu <laughs> anaenda kugonga, alafu anaanza kusikitika, natawapila kutengeneza hii gari, kumbe ile ingemsaidia hata hatatoo ya miguu miwili. Mathayo kumi na moja ishirini na nane. Sema niko badiliko ndani yangu, sema niko badiliko ndani yangu Sitaishi maisha ya mtu nisomee, mtumishi. Matayo hiyo kumi na moja, kila wakati huwa tunaisoma, lakini leo tutaenda kiu tofauti kidogo. Matayo kumi na moja ishirini na nane neno la Mungu linasema ndio, njooni kwangu ni nyote msumbukao uh -huh. na wenye kulemewa na mizigo ehe Nimepata ufunuo kidogo kwenye hili neno. Tumishi, unauza pale ofisini kwako ku. simu, kuna watu wana shida ya mitandao jamani, naelewa, kuna watu wana shida ya simu. Sasa unatakiwa ulitumiaili neno njuoni kwangu nyote mnaozumbuka na matatizo ya mitandao, mimi nina simu Sala nzuri katika jina la Yesu. Njooni. Amen. Nitawapumzisha kwenye suala la mawasiliano. Njooni kwenye kazi yako. Na mimi nikikaa kwangu njooni. Kwenye ulimwengu wa roho neno linafanya kazi. Kupumzishwa ni kufanyaje? Umesumbuka kwa muda mrefu na tatizo la simu, njoo, mimi ninatibu tatizo hili. Unanielewa? Amen. Sasa tubadilishe mfumo Sema: Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu nisaidie, nisaidie. Njooni kwangu ni nyote msumbuko. Yesu alipokuwa anaita, njoo mwenye njaa utapona, mwenye uzuni, uzuni itaondoka, furaha itaingia. Kwenye Isaya kumi thelathini na tano anasema, Isaya thelathini na tano mstari wa kumi anasema, na hao waliokombolewa na Bwana watarudi wakiimba imesema na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vya huzuni na kuugua vitakimbia. Njooni kwangu ni nyote mnaolemewa na huzuni, mimi nitawapumzisha. Kwa mfano, tumesema akina mama, mnatakiwa muwe muwafundishe mabinti. Bwana atusaidie sana. Sasa nyie mnatakiwa muwe kama barua inayosomeka, muwaite njooni. Sisi tunaweza kuwafundisha namna ya kuishi kwenye familia zenu namna ya kushinda ubaya, njoni hivi mmelelewe, neno nzuri, njoni kwangu. Mimi pale nitamuita Dasia, njoni kwangu ninyi nyote mnaoteseka na swala la supu asubuhi kwangu ipo, njoni. Ndio hivyo, tutaomba sasa katika jina la Yesu. Kama ni kilimo njoni, kama wewe ni daktari njoni, tatizo linalo kwa muda mrefu mnasikia kwenye matangazo huko kwenye mitandao njooni mimi ninatibu hilo nina tatizo na linaondoka yeah. sisi si, wana wa Mungu tumepewa karama hizo karama ni za nini si kazi yake ndio hivyo mimi ni mwalimu njoo nitakupa elimu ya namna ya kuvuka kwenye eneo fulani sasa tutaanza kuita nani ameelewa leo atabadilisha information ya mambo yake Badilisheni namna ya kuomba, Amen. Sema nitabadilika, tusimame, sema nitabadilika namna ya kuomba katika jina la Yesu, itabadilika. Chochote cha kwangu kilichopotea kwenye maisha yangu sema, nitakiita katika jina la Yesu. Wewe una karama gani? Kama ni uimbaji, sema njoo wote watu wote wanaotaka kujifunza kuimba vizuri njoni kwangu. Ukisema hivyo, katika ulimwengu wa roho kuna connection e waraduzadezan mnauza viatu vizuri njoni, nina viatu vizuri kama mnasumbuka kwenye eneo la kufaa